Taarifa kwa vyombo vya habari tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025 kuwatoa wavamizi kwenye nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa namba mia moja na moja na mia mbili na moja zilizoko kiwanja namba 17 na 18 kitalu Kei barabara ya Market, Moshi Mjini. Shirika la Nyumba la Taifa NHC siku za hivi karibuni limekuwa likitekeleza wajibu wake wa msingi wa kusimamia rasilimali nyumba za taifa ilizokabidhiwa kuzisimamia kwa mujibu wa sheria. Nyumba tajwa hapo juu awali alipewa mmiliki wa awali ex owner bwana Paul Kiauka Njau atumie kwa kipindi cha uhai wake tu, kwamba baada ya mmiliki wa awali kufariki, nyumba hizo zilipaswa kurejeshwa kwenye shirika la nyumba la taifa kama sheria ya utoaji wa majengo namba 13 ya mwaka 1971 inavyotaka. Hivi karibuni shirika mkoa wa Kilimanjaro limebaini kuwepo kwa wavamizi wa nyumba za kuishi tajwa hapo juu. Baada ya shirika kuzitoa nyumba hizo mwezi wa 3 mwaka 2025, mwaka huu tulibaini kwamba zilikuwa zinatumiwa na watu waliojiita wamiliki wa nyumba hizo. Uchunguzi wa shirika uliofanywa kupitia nyaraka mbalimbali ulionyesha kuwa nyumba hizo ni sehemu ya majengo yaliyotaifishwa na serikali na wamiliki wa awali kuachiwa kutumia nyumba hizo kwa muda wa uhai wao tu. Pamoja na shirika kutoa nyumba hizo ambazo watoto wa mmiliki wa awali walikuwa wakizitumia kinyemela, huku wakijua sio utaratibu unaokubalika kisheria, walipewa notisi ya kuondoka kwenye nyumba hizo ili ziweze kurejeshwa kwenye kumbukumbu kumbu za mali za shirika, jambo ambalo wamekaidi hadi leo, Shirika la Nyumba la Taifa NHC limeamua kutumia haki yake ya kisheria ya kuwatoa watu hao kwenye nyumba hizo ili taratibu zingine ziweze kuendelea. Tunaomba raia wengine wanaotumia nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa zilizopaswa kurejeshwa serikalini baada ya wamiliki wa awali kufariki watimize wajibu huo bila kificho, kwa sababu kutokufanya hivyo ni kukiuka sheria ya utoaji wa majengo yaani the Buildings Acquisition Act namba 13 ya mwaka 1971. Taarifa hii imetolewa na kitengo cha habari na uhusiano, shirika la nyumba la taifa.